Hatimaye, M23 wamekubali kwenda mezani kufanya mazungumzo na serikali ya Rais Felix Tshisekedi ili angalau kupatikane suluhisho la kudumu na amani nchini Kongo. Taarifa rasmi ya AFC na M23 inasema, Muungano wa mto Kongo, AFC na M23 unapongeza juhudi za utatuzi za Rais wa Angola Joao Lorenco kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa. Tunasisitiza kuwa hakuna suluhisho la kijeshi litakalomaliza kwa kudumu mgogoro katika RDC. Upatanishi unapaswa kuelezea wazi ahadi halisi ya utawala Tshisekedi, wamesema M23. Kutokana na taarifa ya Machi 2025, DRC Kongo yakaidi wito wa kufanya mazungumzo na M23. Licha shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa jumuiya kima ya kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kufanya mazungumzo ya maridhiano waasi wa kundi la M23 ambalo limeteka maeneo makubwa mashariki mwa nchi katika miezi ya hivi karibuni. Wiki iliyopita, serikali ya Uingereza ilitoa wito wa kuhusisha kundi la M23 katika mazungumzo ya kujumuisha kama sehemu ya juhudi za kupata suluhu ya kisiasa kwa mzozo huo. Hata hivyo katika mahojiano na BBC waziri mkuu wa DRC Congo Judith Tuluka alisisitiza kuwa serikali yake inapendelea kuzungumza na Rwanda, nchi jirani ambayo inashutumiwa kwa kuunga mkono M 23. Kwa mujibu wa mamlaka za Congo, zaidi ya watu elfu nane mia tano wamepoteza maisha tangu mapigano yalipoongezeka mwanzoni mwa mwaka huu. Mamia ya maelfu yamelazimishwa kuondoka makwao wakihofia usalama wao wakati wa vita ambapo wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wengine wakiangazia Rwanda kama nchi inayopigania je kivita hivi cha umuhimu, ni kwamba anayeleta vurugu na kutishia uhuru wa DRC ni Rwanda, Turuka anasema akinukuu ripoti kutoka kwa wataalamu wa umoja wa Mataifa mwaka jana, ambao ilitaja vikosi kati ya elfu tatu na elfu nne vya Rwanda vilikuwa katika mpaka wa Congo na vilisaidia wanamgambo wa M23. Mazungumzo ya amani yaliyokuwa yakiongozwa na Angola mwaka jana, mwezi Disemba, yaligonga mwamba baada ya Rwanda kutaka serikali ya Kongo izungumze moja kwa moja na waasi wa M23. Waasi hao baadaye walionekana kuzidisha nguvu. Waasi hao baadaye walionekana kuzidisha nguvu na kuteka baadhi ya miji mikuu kama vile Goma na Bukavu mwezi Januari na Februari mtawaliwa. Katika juhudi za pamoja za kutafuta suluhu zilizoanzishwa na mataifa ya Mashariki na Kusini mwa Afrika, viongozi wake walitoa wito wa kusitisha mapigano na kuondoka kwa vikosi vya kijeshi vya kigeni ambavyo havikualikwa kutoka Kongo na pia kutaka pande zote mbili kukaa pamoja kusuluhisha wakijumuisha M23. Rais wa Rwanda hata hivyo hakukataa uwepo wa vikosi vyake DRC, alipoulizwa sijui hayo, alisema katika mahojiano na shirika la CNN. Mapigano ambayo yanaendelea nchi jirani yamesababisha taifa lake, ambalo lilikuwa linapendelewa na mataifa ya Magharibi, uhusiano wake kuyeyuka kwa haraka. Shinikizo limezidi dhidi yake kuondoa vikosi vyake vya kijeshi nchini Kongo, lakini pia ile halijatekelezwa kufika sasa. Turuka amesema. Waziri Mkuu Turuka amekaribisha vikwazo vya Marekani dhidi ya Rwanda akitaja hili litachochea kushinikiza wanaosumbua wa Kongo. Kwa upande wa Rwanda, wamepuuzilia mbali vikwazo hivyo wakivitaja sio vya msingi, kwani havitatatuliza mgogoro uliopo. Tume ya Ulaya kwa upande wake imesitisha ushauri wa ulinzi na kuanza kutathmini upya mkataba wa maelewano ambao walitia saini mwaka jana na Rwanda kuhusu malighafi. Waziri huyo wa Kongo pia ameunga mkono uamuzi wa Tume ya Ulaya akisema uchimbaji wa rasilimali wa haramu ni moja ya sababu ya mzozo kuendelea dia rasi imeraumu Rwanda kwa kuchukua madini yake kwa njia isiyo halali katika eneo la takihe mashariki mwa Congo, dai ambalo Rwanda limekanusha vikwazo zaidi dhidi ya Rwanda ya hivi karibuni ni Uingereza kutangaza kuwa mikakati ya kudhibiti mzozo huu, kusitisha msaada kwa Rwanda, isipokuwa fedha zinazotegemewa na maskini na makundi yanayohitaji zaidi hadi pale Rwanda itaondoa vikosi vyake DRC na kuingia katika mazungumzo ya amani na mapigano kusitishwa. Rwanda ilieleza kuwa uamuzi huo ni kama uonevu, ikisema sio sawa utarajiwa kuhatarisha usalama wake. Waziri huyo wa Kongo amesema Rwanda imekuwa ikipuuza wito wa kuondoa vikosi vyake nchini Kongo. Sasa ni nani anakuwa kikwazo kwa kutatua mzozo? Sio serikali ya Kongo, anaeleza. Rwanda imekuwa ikikiri kutuma vikosi vyake, ikijitetea vikali wakati vita vikiendelea, ikisema ina haki ya kulinda usalama wa nchi yake. Pia imekuwa ikilaumu serikali ya Kongo kwa kuhifadhi na kufanya kazi na kundi la wanamgambo la Democratic Force for the Liberation of Rwanda, FDLR ambalo wanachama wake waliwahi kuwa wapiganaji wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Alipoulizwa kuhusu hilo, Tuluka alikanusha kuwa jeshi la Congo linafanya kazi na waasi wa FDLR, lakini alisema nchi yake itashiriki katika mchakato wa kuwazuia wapiganaji hao na suala la kutatua mgogoro uliopo, iwapo mazungumzo ya maridhiano na M23 yatambu ulia patupu. Waziri mkuu amesema Kuingia kwa mazungumzo na Rwanda itakuwa ni jibu la haraka la kusitisha mapigano, wahakikisha vikosi vya Rwanda vimeondoka Congo na waasi wa M 23 wakome kuua raia wa DRC, amesema Turuka. Pia nikinukuu, taarifa ya tarehe 12 Machi 2025 Angola kuanzisha mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M 23, Angola ilisema itajaribu kuanzisha katika siku zijazo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 ambao imesemekana wanaungwa mkono na Rwanda. Hapakuwa maelezo ya moja kwa moja kutoka serikali ya Kongo ambayo imekuwa ikipinga mara kwa mara kufanya mazungumzo na M23. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likijaribu kuwa mpatanishi ili kufikia sitisho la mapigano la kudumu la na kupunguza mvutano kati ya Kongo na jirani yake Rwanda ambayo imekuwa ikituhumiwa kuwaunga mkono M23. Rwanda inakanusha kutoa silaha na wanajeshi kwa waasi wa M23 na inasema kila jeshi lake inachofanya ni kujihami dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wenye nib ya Kigali. Waasi wa M23 waliteka miji mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alifanya ziara kikazi mjini Luanda na alikutana na mwenzie Joao Lourenco. Ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa kwenye Facebooku, Angola kama mpatanishi katika mzozo mashariki wa mashariki mwa Kongo itaanzisha mawasiliano na M23 ili wajumbe kutoka Kongo na M23 wafanya mazungumzo ya wa moja kwa moja mjini Rwanda katika siku zijazo, ofisi ya Rais iliongezea. Ifuatayo ni tamko la M23 kwa umma kuhusu kuanzisha mazungumzo na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. M23 amesema muungano wa Mtokongo AFC na M23 Tangazo rasmi la Machi 13, 2025. Muungano wa Mto Kongo AFC M23 unakaribisha jitihada Joao Laurenco Rais wa Jamhuri ya Angola, katika kukuza amani na utulivu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC na katika eneo la Maziwa Makuu. AFC M23 imetambua kwa furaha tangazo lililotolewa na Rais wa Angola baada ya mkutano kati ya Rais Joel na Faris, kuhusu jitihada za kuwezesha majadiliano ya moja kwa moja kati ya serikali ya DRC na shirika letu AFC M23. Inarudia kusema kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro unaoendelea DRC linaloweza kushughulikia kwa ufanisi sababu za mizizi za migogoro inayokumba nchi yetu. Hata hivyo ni muhimu kutambua kwamba msimamo wa serikali ya Kinshasa wa kuendelea kukataa kushirikiana katika majadiliano kama ilivyosema waziwazi na kutangazwa mara kwa mara kwamba kama haitakubali kujadiliana na shirika letu, kauli za hivi karibuni za msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya zinazoonesha kutokuwapo kwa dhamira mheshimiwa Felix kuunga mkono juhudi za Angola. Katika muktadha huu AFC M23 inasisitiza kwamba ni muhimu kwa timu ya upatanishi ya Angola kupata majibu wazi kuhusu masuala yafuatayo. Mheshimiwa Felix Tshisekedi Tshisekedi kutoa hadharani na kwa dhati dhamira yake ya kushiriki katika majadiliano ya moja kwa moja na shirika letu. Mahitaji ya timu ya upatanishi kutoka taarifa rasmi kwa wadau wote kuhusu juhudi zake na masharti yake kwani harakati yetu

bado haijapokea taarifa rasmi na inategemea tu taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook wa rais wa Angola. Ufafanuzi kuhusu utekelezaji wa azimio zilizopitishwa katika mkutano wa pamoja wa wakuu wa nchi wa EAC na SADC uliofanyika Dar es Salaam tarehe 8 Februari 2025, AFC M23 inaendelea kujitolea kwa suluhisho la amani na inasisitiza kwamba majadiliano ya moja kwa moja Pek kendo anaweza kufungua njia ya suluhisho la kudumu kwa mgogoro unaoendelea. Goma, Machi 13. Kwa niaba ya muungano wa mtokongo AFC.